Hello guys, njoni tupike mseto wa pojo na uwali. Its simply a mixture of rice and green grams okay. So you will start by heating some uh, coconut milk, ile tu yako kwenye pesi. Utaeka na chumvi, acha chemke, usifunike. Mimi ndifanya makosa kufunika tu yangu ikakatika. Okay, don't do that. So ukimaliza ikisha chemka, utaeka rice, your washed rice together with curry powder or curry powder is optional, ila mimi ninapenda, napenda huwa inanipa ladha nzuri sana so you let that boil. Maji ikishapungua kama hivyo, it's now time to introduce your boiled green grams, hizi nimechemsha, alafu nitaeka na vitunguu mimi napenda kuweka vitungu vibichi because it gives it some amazing aroma. Utaweka hivyo uchanganye vizuri, halafu nao, lastly, tutaweka our coconut cream ambayo ni tuibubu, okay. So ukishaweka utapiga mwiko vizuri alafu sasa funikia wali wako. Haya, hii wali hii, inafai itoke boko boko. So, kwa hii recipe, very nice aroma alafu uhakikishe na nazi imekolea vizuri okay? So, na mchuzi wako mimi, I served mine na yangu tamu sana ya nyama na ilislab ajabu. So if you love the recipe go ahead and grab it, bye.